Nimeuona mkono wake Bwana Mungu. Hey, wewe umeuona wapi mkono wa Mungu wewe hiviau? Oh, nini shida? <laughs> Yaani bana, watu machizi sio, mpaka wavue nguo. Yaani watu wanaomba makanisani huko, makanisani makubwa huko, wewe unamuomba Bwana unamuona mkono, umeuona wapi hapa? Sasa wewe nisikilize, mkono mkono wa bwana wajee kuona eh? Mkono wa Bwana wajee kuona. We umeuona wapi mkono wa Bwana polini hapa, nini unawangani ha, kuonyesha mkono wa Bwana? Hii sababu ni nyimbo, vitu vilikuwa enzi na enzi, sasa hivi tunavirudia. Nimeuona mkono wake Bwana uone <laughs> hey, mkono baba hey. hey. Mwanangu semafata na kuhusu babu we ata shobo watu wengine bwana. Mimi najimbia mwenyewe na furaha zangu, watu shobo.